Mwenyekiti na Wazanzibari sote tuliohudhuria hapa, baada ya burudani hiyo safi ya kutukaribisha Tumbatu, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ala siri hii ikatujalia tumekutana hapa tukiwa hai na wazima. Haya, tusikizane jamani, tusikizane hey, ACT Wazalendo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujaalia tukafika hapa tukiwa hai wazima wa afya na wenye furaha kuianza safari rasmi ya ukombozi wa Zanzibar mwaka huu insha Allah, tunasema alhamdulillahi Rabbil alamin. Sala na salamu ziende kwa mtukufu wa daraja mbora wa viumbe vyote kiongozi wa umma, Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ndugu Mwenyekiti, ni furaha iliyoje kuwepo Tumbatu leo, kwa sababu Tumbatu ni alama. Ni alama ya ukombozi na mamlaka ya Zanzibar. Leo nilisema sitoingia huko kwa sababu leo mie kwenye historia ya Zanzibar ni mwanafunzi tu mbele yako, kwa hivyo hilo nitakuachia weo, lakini nimetaka kuzungumza neno moja tu mwenyekiti, kiti kukuthibitishia kwamba watu wa Tumbatu wakiamua hakuna anayeweza kuwazuia. Mnakumbuka mwaka elfu mbili na ishirini na mbili palikuja ufisadi ati wa kukodisha visiwa vyetu vidogo vidogo, si mnakumbuka? Ufisadi mtupu tuliuzungumzwa wakati ule, na inshallah, siku zinakuja tutapakua utandu mpaka ukoko, inshallah lakini taka kulizungumza hapa ni kwamba wakati kuna visiwa vingine vimetolewa, na leo watu wa maeneo ya jirani waliokuwa wakinufaika wanapiga kelele, wengine mnawaona katika vyombo vya habari. Wananchi wa Tumbatu waliojitambua walisema, fanyeni kote, lakini sio katika kisiwa chetu, kisiwa cha popo katika mamlaka ya Tumbatu. Na mkaonesha mfano mkubwa sana watu wa Tumbatu, mmeonesha mfano mkubwa kwamba katika lile mliweka pembeni itikadi zenu za kisiasa, uongo kweli? Nyote kwa kauli moja mkawaambia watawala ambao hawana asili wala uchungu na visiwa hivi walodhani hapa ni mlango wa duka kuja kujitajirisha kwa rasilimali za Wazanzibari mkaambia fanyeni kwengine, si katika mamlaka ya kisiwa cha Tumbatu na Watumbatu. Na mpaka leo limewashinda, limewakaa koo lile, uongo kweli? Sasa, ndugu zangu Watumbatu, mmeambiwa hapa mwenyekiti baada ya kuchukua fomu na kurejesha fomu, alianza ziara Pemba na leo kaanza ziara Unguja na Unguja pahala alipoamua pa kuanza safari ni kisiwa cha Wazanzibari wazalendo wanaojitambua wananchi wa Tumbatu, kaja kisiwani Tumbatu maka ndogo ndani ya Zanzibar. Kwa hivyo tunawapongeza kwanza kwa msimamo ule mliochukua, na katika lile tumekuja kuzungumza na Wazanzibari hapa kwamba sasa kazi siyo kulinda kisiwa cha popo au kulinda visiwa vidogo vidogo. Sasa kazi yetu kubwa ndani ya miezi sita ijayo ni kulinda na kuyarejesha mamlaka yote yaliyoporwa ya Zanzibar ndani ya mikono ya Wazanzibari. Na tunaanzia wapi? Tunaanzia wapi? Tunaanzia wapi? Tunaanzia wapi? Tumbatu hasa. Ndugu zangu na wazee wangu wa Tumbatu, mimi leo kwa sababu ya muda, so tunataka kuvuka. Nilisema niseme hilo kwamba hapa tunapata mfano mkubwa katika kuona umuhimu wa mamlaka. Lakini la pili ambalo tunataka kulifanya, mwenyekiti wetu hii ni ziara ya tatu katika kisiwa cha Tumbatu. Alikuja tulipomkabidhi nafasi ya makamu wa kwanza wa rais, na baadaye akawa makamu mwenyekiti wa chama chetu. Mnakumbuka, alikuja hapa baadaye akaja katika maulidi, si mnakumbuka? Na hii ni ziara ya tatu, lakini kwetu sisi hii ni maalum, ni special kwa sababu hii imeambatana na safari ya kuinusuru Zanzibar. Sasa leo tangu tumekuja sisi wengine, tangu asubuhi tunakata vichochoro leo tunata, tunatawaliwa na hisia kubwa za kumkumbuka jinsi ya madari wetu mzee wetu marehemu Al-Msef al alivyokuwa akivikata vichochoro vile katika visiwa vya Tumbatu, mali Mwenyezi Mungu katuongoza kwa zaidi ya miaka 40 katika nafasi mbalimbali, tangu chama chama kimoja mpaka vimekuja vyama vingi. Leo yote matunda haya, umoja huu, mwamko huu wa Wazanzibari Unguja na Pemba si kazi ya mwingine isipokuwa ni kazi aliyoiongoza mzee wetu marehemu Maalim Seif Sharif Hamad, Mwenyezi Mungu alitie nuru kabla yake, amjalie malaika wema waende wazungumzaji wake, na inshallah amwingize katika pepo ya Firdaus, yeye na sisi ukifika wakati wetu. Sasa Maalim kafanya kazi yake, lakini Maalim ni binadamu Umefika wakati wake. Mwenyezi Mungu kamkhitari. Lakini paukwa, paukwa, paukwa, naam, palipoukwa. Na Maalim Seif katuachia nondo, chuma cha pua, msumari wa jahazi, Mheshimiwa Osman Masud Osman yule pale kaka kwenye kitu. Kwa hivyo mimi nataka kulisema, ndugu zangu na wazee wangu Watumbatu hasa vijana. Leo katika furaha ilionayo ni kuona vijana mko kwa wingi hapa. Mimi nilipoanza harakati hizi, nimeanza harakati hizi na umri wa miaka kumi na saba. Kwa hivyo nikiwaona vijana najikumbuka mimi kwamba leo tuna mwelekeo mzuri kwa sababu vijana wa Zanzibar na kwa hapa vijana wa Tumbatu mnajitambua. Kwa hivyo, vijana, natotaka kuambia wazee wenu aa, nawaona kina Mzee Faki pande hapa, hawa tumeanza nao harakati tangu alfajiri, wako umri mkubwa, lakini bado hawajakata tamaa, kwa sababu kukata tamaa katika mapambano ni haramu, ni usaliti. Sasa ni zamu yenu vijana. Sisi sote kila mmoja kafanya wajibu wake mpaka tumezifikisha harakati hizi hapa tulipo. Kwa hivyo usije ukalaghaiwa na mambo ya kipumbavu pumbavu. Mzanzibari mwerevu Mzanzibari kaiyo la dunia mapema. Mzanzibari hawezi kulaghaiwa na ghorofa. Limbukeni, mshamba, ndio yanayeshughulishwa na ghorofa. Watumbatu washambanye? Watumbatu washambanye? Ningeona ajabu sana kama mngeniambia washamba, kwa sababu makao makuu ya mwanzo ya utawala katika visiwa hivi yameasisiwa hapa Tumbatu, makutani pale kwa hivyo vijana, sisi hatutafuti vighorofa, sisi tunatafuta mamlaka ya nchi yetu. Tizameni hali za maisha yetu. Huyo anaye walaghai bwa mdogo huyu, aliona miaka mitano mingi sana. Leo miaka mitano inamalizika, zikumbukeni ahadi zake. Mmoja aliwaahidi alisema kwamba atawaunganisha wazanzibari wote ka wazanzibari. Leo wazanzibari ambao si wa amba chama chake, anawapa haki zao katika nchi? Mnapewa zana hii nyinyi vitambulisho vya mzanzibari? Mnapewa ajira nyinyi? Anaondoka Oktoba tukijaliwa, akiwa kawagawa wazanzibari kuliko alivyowakuta. Lakini jingine aliahidi kubwa kwamba ndani ya miaka mitano ataleta ajira laki tatu katika visiwa hivi. Ajira laki tatu, ndugu zangu, kwa idadi ya watu wa nchi hii, zingekuwa zimeletwa na mwaka huu zilipaswa zoe zimetimia. Maana yake ndokamaliza miaka yake mitano, tulipaswa tusiwe na kijana ambaye hana ajira. Hasamieni kuulizeni, hapa Tumbatu, ajira laki tatu mmeziona? Huko Tumbatu kina mama, nyinyi ndio mnaokaa na vijana, wana ajira vijana wenu? Wala siulizi wa ICT Wazalendo na wauliza mpaka o CCM, si tunakaa nao viamboni pamoja huku, watoto wao wana ajira? Si wako mabarazani kama wanetu? Ziko wapi ahadi zako bwa mdogo? laki tatu zoahidi wa Zanzibari. Jingine <laughs> kubwa alioahidi, aliahidi kuteremsha gharama za maisha. Nikuulizeni leo, bidhaa zimeshuka bei, zimepanda bei? Zimeshuka bei, zimepanda bei? Chakula kimeshuka bei, kimepanda bei vifaa vya ujenzi vimeshuka bei? vimepanda bei? nguo zimeshuka bei? zimepanda bei? Leo wazanzibari wote watu wastaarabu tunavalishwa mitumba, ndio nguo zetu katika nchi hii. Nyumba zetu zote zinanuka uvundo wa umasikini na njaa, au amba kina mama haya aliyotuahidi. Kwa hivyo, vijana, nachokutaka kuambieni ndio maana alisema na, na zungumza la vijana, usije ukalaghaiwa na mambo ya kijinga. Leo pale mjini pale, hata haya hawana. Hawakukosea wazee wetu walisema, qalilil haya mustareh, mkosefu wa haya kastarehe wamehanikiza juzi Ijumaa ati unafungua viwanja vya Maisara pale vya michezo, lakini wenyewe wakatangaza kwamba mradi ule ati umegharimu umegharimu bilioni saba. Ndugu zangu, nyie vijana, wanaotaka kuwachezea akili kwa mambo kama yale, wewe unawekwa na njaa, huna ajira huna kazi huna bazi hujui kesho yako itakuwaje, huna mustakbali wa maisha leo. <coughs> wanakwenda kutufanyia usanii ule bilioni saba pale. Mnazijua bilioni saba? Jamani, bilioni moja ni milioni elfu moja. Kwa hivyo bilioni saba manayake milioni elfu saba, milioni elfu saba. <coughs> Pamefanywa nini pale cha kugharimu milioni elfu saba? Ule ukuta na mapicha tobandikiwa pembeni yale ya sanamu, au zile nyasi za bandia au ile milingoti ya taa? Bilioni saba pale. Haya yanathibitisha tunayokuambiani kila siku, ndugu zangu. Nchi hii si masikini nchi hii ni tajiri, ni ya watu wa kuishi maisha ambayo wanapaswa kuishi binadamu, lakini inafukarishwa na walaanifu wa Chama cha Mapinduzi ambao Oktoba, tukijaliwa tunawafungasha virago, watahama katika visiwa hivi. Ndugu zangu, lazim tufanye maamuzi. Bwa mdogo na vibaraka wake, mmoja alisimama juzi, yule bilisi wake pale anasema hajawahi kuona yeye, kiasi aseme vile anajua, kwamba pale bilioni saba, yeye mfanya biashara anajua ile haikupaswa kugharimu hata bilioni moja, lakini wao wa ndio wananufaika. Ndio maana huwa nawauliza hawa waliposema, yajayo neema tupu, yajayo nafurahisha, msifikiri uongo Yajayo neema tupu, yajayo nafurahisha, si kwa wewe Mzanzibari, si kwa wewe mwananchi masikini. Yajayo wamefurahisha kwa kujaza matumbo yao, familia zao, shemegi na wakwe zao, na marafiki zao. Si mnaona wanaonufaika, wanaletwa tushemegi na wakwe, hamwaoni? Na wengine ndio hao wanaopanda majukwani wakasema hawajaikuona wanadhani wanamdanganya Mzanzibari zile zama, zile zama. Mnakumbuka tulivyokuwa wadogo, tulivyokuwa wadogo, mnakumbuka tulikuwa tukitizama katika TV wale walioko mjini kule, kulikuwa na mchezo ukiitwa Ukombozi wa Mwafrika, si mnakumbuka? Vijana nyinyi hamkuyawahi wahi hayo, wa umri wangu najua nakumbuka, lakini mle ndani kimoja ambacho kilifu, kilikuwa kinaonyeshwa ni jinsi watawala wa kizungu walivyokuja katika nchi za Kiafrika, wakaja na vioo na shanga wakawadaghai watawala, wakawaandikia nchi zao wakawapa machifu waliokuwa hawajawahi kuona kioo na shanga akaona kioo na shanga jambo kubwa sana, akauza nchi yake kwa sababu kaekewa kioo, anacheka, anajiona, anajiona. Hapa sasa, hayo yanawezekana huko upande wa pili, sio wazanzibari wanaojua historia ya utawala kwa zaidi ya miaka elfu mbili katika visiwa hivyo. Kwa hivyo ndugu zangu, nachotaka kuwambia mwaka huu ni mwaka wa kuinusuru Zanzibar, lazim tufanye maamuzi, na nimewambia tulipopita humu tulikuwa tunamkumbuka marehemu Maalim. Maalim kaondoka katuachia Mheshimiwa Othman Masoud. Huyu huyu, ndugu zangu, huyu wazee wangu, ndiye anayekwenda kuitimiza ndoto ya Maalim Seif mwaka huu kwa kuwang'oa CCM na mizizi yao na ukoloni wao katika visiwa vya Zanzibar, inshallah. Huyu tofauti na aliowepo ambaye yeye kwake maslaha yake na watu wake ndio muhimu zaidi kuliko wananchi wa Zanzibar. Huyu ni mwana kindakindaki wa Zanzibar, anaumwa na Zanzibar na Wazanzibari. Huyu kayaishi maisha unayoishi mimi na wewe, sio ukawa na mtawala hajawahi kunywa chai ya mkandaa wala hajawahi kula mhogo wa kutokosa, hawezi kuyajua maisha ya mzanzibari na ndio maana ukiona mchukue yule ukampeleke pale kati ya mji kati kati ya mji mkongwe, halafu mwambie tafuta njia kwenda Mkunazini, atapotea, haijui mji mkongwe. Seuze umlete Tumbatu, seuze ukampeleke Nungu ya Mkokotoni, seuze ukampeleke Gamba au Chaani. Hawezi kuijua Zanziba, Zanzibar haimuumi. Lakini tuna bwana kinda kindaki Mzanzibari, Mheshimiwa Othman Masud Othman. Huyu wazee wangu na ndugu zangu, mnakumbuka katika Bunge la Katiba ilipokuja kusimamia maslahi ya Zanzibar, mnakumbuka nyote, sote tumeondoka Bunge la Katiba kukataa usaliti wa CCM kwa Zanzibar, kabaki peke yake akiwa mwanasheria ya mkuu ambaye anasimamia maslahi ya Zanzibar akaambiwa arudi akapige kura aka ya kusaliti Zanzibar, akasema tafutani mwengine, sio Othman Masud Othman, mimi na Zanzibar, Zanzibar na mimi. Akasimama akahesabiwa katika Bunge la Katiba, si mnakumbuka? Lakini baada ya hapo, mali Mwenyezi Mungu ya miongoni mwetu anaweza kupeleka mbele jahazi hii, tukasema hatutaki atoke miongoni mwetu, tukamkumbuka kwamba anayefaa kuvaa viatu vya Maalim sefu ni Mheshimiwa kati hizi. Tukamwambia naam, akasema na wacha yote nakuja kuwaongoza Wazanzibari kukamilisha safari ya mzee wetu Maalim sefu insha Allah. Na niwaambie ndugu zangu, nawaambia siku zote tulipomfuata alikuwa kama ni maslahi. Ingekuwa ni mja wa maslahi kama huyu aliokuwepo alikuwa anapata mara sita ya zaidi anachokipata hivi sasa kama mshahara wake. Tunaelewana, tunaelewana. Alikuwa anapata mara sita kuliko anachokipata hivi sasa lakini, tulipomfuata alikubali kuyawacha yote, akasema, kama wenzangu mmejenga imani kwamba mimi ndio wa kukamilisha safari hii, basi mimi nawacha yote, nakuja kuwaongoza Wazanzibar na ndugu zangu, mmemuona katika miaka minne hii, si mmemshuhudia wenyewe? Yule mwengine, mmewahi kumsikia hata siku moja anazungumzia maslahi ya Zanzibar? Mmewahi kumsikia anazungumzia haki za Zanzibar katika muungano? Juzi alipopewa jukwaa kule kenda kasifu kasema, hakuna muungano duniani kama huu. Ndio kwa sababu unakunufaisha wewe na maslahi yako, lakini Wazanzibari waliokosa mamlaka wanajua hilaki wanayoipata katika udhalimu chini ya muundo wa sasa wa muungano. Kwa hivyo, ndugu zangu, nachosema lazim sote sote tuunganishe nguvu, tukijaliwa mwaka huu, tukafanye tukakamilishe kazi aliyoiacha marehemu Maalim Seif. Na katika hili niwaambie, maana yake siku zote wakiwajujuka, sema hawa, kila wakikawa namtaja Maalim Seif, tumtaje Nyerere. sie Nyerere kama mnamuabudu muabudu, ni nyinyi. Sisi kwetu, sisi Nyerere ni alama ya ukoloni wa Tanganyika ndani ya visiwa vyetu. Na sisi kiongozi wa mfano ambaye tutaendelea kumkumbuka siku zote, na ndio kiigizo chetu katika harakati za ukombozi, atabakia shujaa wetu Maalim Seif Sharif Hamadi. Na kama tulivyomuunga mkono Maalim Seif, sasa tumekubali sote. Tumekaa bega kwa bega tunamuunga mkono na kumsaidia Mheshimiwa Othman kuhakikisha kazi ile tunaitimiza mwaka huu insha Allah. Kwa hivyo ndugu zangu wa Zanzibar, tujiandae mwaka huu, asikudanganye mtu yoyote. Hawa tukijaliwa hawana ujanja, mtaimbo umeganda, hawana ujanja, hawana ujanja? Hawana ujanja. Oktoba tukijaliwa bwa mdogo, funga funga virago vyako uchukue na uliotuletea uondoke nao utuachie nchi yetu salama usalimini, chini ya rais kipenzi chetu mwana kinda kindaki, mzanzibari Mheshimiwa Othman Masud Othman atuongoze kuelekea kule alikokuwa kikutaka Maalim Seif kwenye Singapore ya Afrika. Mtamuunga mkono Mheshimiwa Othman, mtamuunga mkono Mheshimiwa